tunaziwa Victoria linaneemesha nchi za wenzetu. Ukienda Misri, ukienda Jordan, ukienda Lebanon, ukienda Israel, sosi ya maji yao ni, ni liva naye, wananeema na wanatulisha. Tena sisi tunaziwa Tanganyika halijawa utilized kabisa, tunaziwa Nyasa ukiondoa maziwa, tuna mito mingi yako nchi nzima. Mito hii iko nchi nzima, kianzia kule kaskazini. Tuna mto Mara, ni mkubwa sana. Maji yake yanaenda wapi? Ukishuka kidogo, tuna mto Pangani. Maji yake yanaenda wapi? Ukishuka kidogo, tuna mto Wami unashuka maji yanaenda wapi? Ukishuka kidogo tuna mto Ruvu, ukishuka kidogo tuna mto Rufiji, ukivuka kidogo tuna mto Ruvuma, ukienda magharibi tuna mto Kagera, tuna mto Ruvuvu, tuna mto Malagarasi, tuna mto lu tuna maporomoko mengi kule Njombe, Ruvuma, hata ukifika huko Kagera poromoko mengi. Haya maji yote ni namna gani tunaweza tukayafanya yakasaidia wakulima, mazao haya yatakayokuwa yanapatikana, kwa sababu yatakuwa ni mazao ya aina tofauti tofauti, yatatengeneza viwanda ndani ya nchi yetu. Viwanda vya kila sekta vitapatikana. Mainjinia wote watakuwa watakuwa na kazi kule kwenye viwanda, administrators wote watakuwa na viwa-wana kazi kule. Sijui hospitali zitakuwepo kule, madaktari watakuwa invited. Watoto wametuambia, education is everything. Kuna mtaka daktari is education Nataka engineer, tutakuwa na education, namtaka sikina ni education. That's it. Tukiweza kufanikiwa hili tunaweza tukajitegemea tuka, tuka, tuka nchi kubwa sana. Nimebahatika kwenda Vietnam, kilimo chao chote ni cha umwagiliaji na wanapata mazao makubwa, wana process yale mazao, na mazao yanarudi tena kwetu. Na kipindi tulikuwa tumekosa hata mchere, mchere unatoka Taiwan, unatoka nchi hizo ambazo zilikuwa zinalima. Kwa nini Tanzania tusiweze nayo? Mabonde ya kutosha. Kwa hiyo elimu hii inaweza ikatusaidia kwa accommodate watu wote, na tukaishi maisha mazuri bila mifarakano nina imani mnisamehe kwa maneno haya, umeona niyatumie, lakini niliyatumia vile vile chuo kikuu cha Iringa.